Tume ya kutetea haki za binadamu nchini Kenya KNHCHR, imetuhumu polisi wa Kenya kwa kutumia nguvu kupita kiasi kuwakabili waandamanaji, waliokuwa wakiandamana kushinikiza haki kutendeka dhidi ya mwanablogu Albert Ojwang aliyefariki akiwa anazuiliwa na polisi. Benson Akoli na maelezo zaidi. Kupitia taarifa ya KNCHR imesema vitendo vya polisi kutumia nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji ni kinyume cha katiba ya Kenya na kuongeza kuwa imesajili visa ishirini na viwili vya polisi kutumia nguvu kupita kiasi ikiwemo kupigwa risasi kichwani kwa mchuuzi mmoja wa barakoa katikati ya jiji la Nairobi. Tume hiyo pia imetuhumu polisi kwa kuwakamata waandamanaji wakiwemo wanaharakati wanne jijini Mombasa licha ya kushiriki maandamano ya amani. Yakijiri hayo idara ya polisi nchini Kenya imesema imemkamata polisi aliyempiga risasi kichwani mchuuzi wa barakoa wakati wa, wa maandamano katikati ya jiji la Nairobi baada ya maagizo ya mkuu wa polisi nchini humo Douglas Kanja. Hata hivyo idara ya polisi haijatoa ushahidi wowote kudhibitisha kukamatwa kwa polisi huyo hapa za, sio zangu ni. Maandamano hayo yamekuwa ikifanyika kushinikiza kujiuzulu kwa naibu mkuu wa polisi nchini Kenya, Eliud Lagat ambaye ametajwa kuhusika na mauaji ya mwanablogu Albert Ojwang aliyeuawa akiwa kizuizini kizu. Hawa hapa ni baadhi ya waandamanaji. Hatujalipwa, lakini tumepewa tu security, hizo marungu ndio tulinde nao mali za wenyewe. Hawa wanakuja, hawajakuja kumandamana hawa, wamekuja kupora watu. Mimi naandamana kwa sababu na, nataka justice ifanyike kwa familia ya Justice Ojwang sisi tushafaulu, Nairobi ishasimama, biashara zote zishafungwa, meseji tushafikisha. Maandamano zaidi yanatarajiwa kufanyika juma lijalo, kilele kikiwa siku ya Jumatano, ambapo vijana wanapanga kuadimisha mwaka mmoja tangu maandamano makubwa yaliyofanyika ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024 mwaka 2025 yaliyosababisha maafa na bunge la Kenya kuteketezwa.